Mchanganyiko wa sababu ikiwa ni pamoja na usimamizi mbovu, maamuzi duni ya kimkakati, masuala ya kodi na matatizo ya ndani yaliyosababishwa na baadhi ya wa wafanyikazi na wasambazaji wasio waaminifu ndio sababu kuu za kufungwa kwa duka kuu la Nakumatt. Tangu ilipoanzishwa mwaka 1980 kama duka dogo la rejareja mjini Nakuru, duka hili kuu limekuwa na nembo maarufu ya tembo anayebeba mfuko wa manunuzi kwa kutumia mkonga wake ikiwakilisha uthabiti na uaminifu wake. Lakini sasa tembo huyo hana amani tena. Katika barua kwa mkurugenzi mkuu wa Toshaha iliyoandikwa Mei 9 mwaka 2017, katibu mkuu wa wizara ya viwanda, biashara na ushirika Chris Kipto alieleza wasiwasi wa serikali kuhusu kufungwa kwa baadhi ya matawi ya Nakumatt Nikinukuu, barua hiyo ilieleza kwamba taarifa hizi za kufungwa zinaweza kusababisha hofu katika kuimarisha uchumi wa ndani ambao tayari unakumbwa na athari za mfumuko mkubwa wa bei na kupanda kwa bei za bidhaa muhimu. Katika barua yenye kurasa nne, bwana Kipto alidai Mei 23, mwaka 2017 Banatura alieleza mfululizo wa matukio na hatua za serikali dhidi ya Nakumatt kwa miaka kadhaa ambazo halidai zimegharimu kampuni hiyo zaidi ya shilingi bilioni 35 za Kenya katika bidhaa, fedha na fursa za kibiashara.